Shughuli hiyo iliyofanyika katika kijiji cha Ikungi mkoa wa Singida ni sehemu ya maadhimisho ya kumbukizi ya maisha na mchango wa mwasisi wa muziki wa rege duniani Robert Nesta Male maarufu kama Bob Male, ambaye alifahamika kama mtetezi wa haki, uhuru na mshikamano wa jamii za Kiafrika. Umekuwa ni ujio wa faraja kwetu, nadhani wenyewe umeona watoto walivyofurahi, wameshangilia, wamefurahia, na niseme kitu kimoja. Hii safari ndio imeanza, safari ndio imeanza. Vijana nadhani kwenye maneno yale wamesema, wanakiombea kikundi kiendelee, na sisi kama shule tunasema kabisa mwende juu na muwe wengi, ili isaidie jamii. Unapokuja kwa mambo kama haya, yanakuwa na faida kwetu, tumeona watoto, na jamii nyingine iige usaidia watoto wana uhitaji mkubwa, kwani ndugu zao na wazazi wao wako mbali. Ukizingatia kuna wapo wana miaka mitatu hajawahi kuondoka hapa, wazazi wao walishakimbia. Yaani, yani ile imekuwa ni yani, yani, sisi ndio tunabeba ule msalaba, umekuwa ni watoto wetu sisi kama walimu. Kwa hiyo ndugu zanguni, mnavyopata na wengine na nini, karibuni sana shule ya msingi Ikungi usaidie kutupunguza hizi changamoto ambazo watoto wetu wanafanyaje wanakumbana nazo. Naweza zikapungua hata kama sio kuisha kabisa, naweza tukazipunguza kwa namna moja ama nyingine. Kwa niaba ya watoto wenzake, mtoto Shafia ambaye ni mlemavu wa macho ameushukuru uongozi kwa zawadi walizopokea. Wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa kijiji walisema tukio hilo ni mfano wa kuigwa na linapaswa kuhamasisha jamii kuonyesha upendo na mshikamano kwa watu wenye uhitaji maana upendo sijasikia <craving> watoto wenzangu <oires> niaba wenzangu niko napenda kuwashukuru kwa kuja kututembelea siku ya leo, mmetuletea matunda, mmetuletea na miti pia. Nawaombea kwa Mwenyezi Mungu awabariki, na hiki kikundi chenu kisife, Mungu akipe maisha marefu tunaombea kwa Mwenyezi Mungu, hatuna cha kuwalipa ila tunaombea kwa Mwenyezi Mungu awabariki, awazidishie pale mpunguza, awazidishie maradufu ah, maradufu. Athmani Selemani ni mwenyekiti wa kijiji hiki cha Ikungi. Kwa kweli nimefarijika sana kufikiwa na ugeni huu kwa siku ya leo e, ugeni huu umetufundisha mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba ni namna gani wanavyoenzi viongozi wao waliopita. Hili mimi limenipa faraja sana, lakini jambo la pili mmetufundisha kwamba ni namna gani kujali watu wenye mazingira magumu, watu wa hali ya chini, ndio kama hivi mlivyokuja hapa, mkaona kwamba kuna watoto wenye mahitaji maalumu e. Lakini jambo lingine ni kwamba mmejali sana mazingira, yaani kutuletea miti hapo, inaonekana kwamba pia mnajali ni namna gani utunzaji wa mazingira ni jambo la muhimu. Pia menitamanisha afa, ni washukuruni kwa kunipa miti. Mti ule ambaye nitaupanda, kama utatoa matunda mazuri, nitaendelea kuwakumbuka marasta wote. Aidha, rasta Viktus Komba maarufu kwa jina la Rasikaka kutoka Dodoma alisema katika maisha yao wanajifunza kuwalisha wenye njaa, kuwavika wasio na mavazi na kuwahudumia wagonjwa hadi wapone. Yote nilimshukuru Mungu muombaji kwa baraka na neema hiya aliyotupatia mimi na mimi na hata kuonana na ndugu zetu na watoto zetu wadogo zetu, na kikubwa ambacho naweza kusema ni kwamba natazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu kukaa pamoja kwa umoja ni kama mafuta mazuri yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni. Ni kama umande wa Helimoni ushikao mlani pasayuni, maana ndiko walikuamuru baraka, naam uzima hata milele. Kwayo hizi ni baraka, na katika maisha yetu rasta, tuna ile sala ya wokovu ambayo tunasema wenye njaa walishwe, walio tupu wavishwe wagonjwa waponywe yes. Kwa hiyo hayo ni matendo ambayo rasta tunaishi nayo, na tumefurahi jinsi tulivyopokelewa na hata kuwapongeza ndugu zetu kwa upande wa Singida kwa sababu hapa ni rasta na sisi kwa pamoja ni rasta tunawakilisha taifa zima yes. Eh, eh, lakini ndugu zetu wameweza kuandaa wakatutaarifu, na sisi tukasema acha tujiongee pamoja kuwakilisha. Kwa tunatoa pongezi za dhati na Jah azidi kubariki mimi na mimi na uongozi wa shule mwe katika upendo muishi na watoto zetu vizuri, wadogo zetu. Basi jinsi je atakavyotubariki tutaonana tena na tena. Wow. Aile. Kumbukizi ya Bob Marley huadhimishwa kila mwaka Mei kumi na moja siku aliyofariki dunia na Mei ishirini na moja ikiwa ni siku ya maziko ya yake, na katika kipindi cha mwezi Mei, jamii ya Rastafarian yani hujumuika kwa ibada matamasha na shughuli mbalimbali za kijamii zenye lengo la kuenzi urithi wake wa mshikamano, haki na utu wa Mwafrika. <tipulis>